Katika mahojiano na Bloomberg, Qatar Airways ilithibitisha kuwa imeamua kufuta oda yake ya ndege 25 aina ya Boeing 737 MAX 10, ambazo ziliagizwa wakati wa mvutano na kampuni ya Airbus kuhusu mgogoro wa rangi ya ndege. Taarifa hiyo ilifunuliwa na mkurugenzi mtendaji mkuu wa shirika hilo, Badr Al-Meer, alikuwa akizungumza kuhusu oda ya hivi karibuni ya ndege 160 kutoka Boeing yenye dhamani ya dola bilioni 96, ambazo ni Boeing 787 na Boeing 777X, alipoulizwa iwapo Airbus imeondolewa kabisa katika mipango ya shirika hilo, alijibu kwa njia hasi. Habari kuhusu uwezekano wa kufutwa kwa oda hiyo kutoka Qatar Airways zilianza kuibuka mwezi Disemba, kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Bloomberg. Sababu zilizokuwa zikijadiliwa ni pamoja na kuwa ndege hiyo haikukidhi tena mahitaji ya fliti ya ndege ya Qatar Airways. Awali ilidhaniwa kuwa shirika hilo lingeahamisha oda yake kutoka 737 MAX 10 hadi 737 MAX 8 badala ya kuifuta kabisa. Hata hivyo imebainika kuwa Qatar Airways imeamua kuifuta kabisa oda hiyo. Shirika hilo lilikuwa limeagiza ndege 25 aina ya Boeing 737 MAX 10, ambapo ilitarajiwa zipokelewe mwishoni mwa mwaka 2025, wakati wa agizo hilo katika maonyesho ya anga ya Farnborough ya mwaka 2022, rais na mkurugenzi mtendaji wa Boeing Commercial Airplanes, kwa wakati huo, Stan Deal alieleza ndege hiyo kuwa imeundwa vyema kwa mtandao wa safari za ndani za Qatar Airways ekeza mikakati yake ya safari za masafa mafupi kwa Airbus. Kwa kwa kufutwa kwa oda ya Boeing 737 MAX 10, ndege pekee aina ya narrow body ambazo bado ziko kwenye oda ya Qatar Airways ni kutoka kampuni ya Airbus. Kwa mujibu wa takwimu za CH Aviation, kuna ndege hamsini aina ya Airbus A321neo ambazo bado hazijakabidhiwa Qatar Airways na kampuni ya Airbus waliwahi kuingia katika mzozo wa kisheria ulioangaziwa sana kuhusu matatizo ya rangi kwenye ndege za Airbus A350 za shirika hilo Qatar Airways ililazimika kusimamisha baadhi ya ndege hizo kutokana na hofu ya mmomonyoko wa uso wa ndege hali iliyohitaji matengenezo mnamo Januari mwaka 2021 Qatar Airways ilidai fidia zaidi ya dola milioni 600 kutoka kwa kampuni ya Airbus, hali iliyosababisha kufutwa kwa oda ya ndege hamsini aina ya Airbus A321 neo. Airbus pia iliondoa oda ya ndege 23 aina ya Airbus A350 kutoka katika vitabu vyake vya oda. Oda zote mbili zilirejeshwa mwanzoni mwa mwaka 2023 baada ya pande hizo mbili kufikia makubaliano kuhusu mzozo huo wa muda mrefu. Katika maonyesho ya anga ya Farnborough mnamo Agosti mwaka jana, Almir alizungumzia mazungumzo ya sasa kati ya shirika hilo na Airbus. Alibainisha kuwa tangu mzozo huo, uhusiano kati ya pande hizo umeimarika kwa kiwango kikubwa. Akizungumza na Bloomberg TV alisema: Kwa sasa tunahitaji kuzingatia kukamilisha makubaliano yetu na Boeing. Kama ulivyoona, sisi si kama mashirika mengine ya ndege ambayo hugawanya oda 20 leo, 20 mwakani, kwa sababu sisi tumejenga oda yetu juu ya mkakati madhubuti na tumeamua kwenda na oda ya ndege 210. Hata hivyo, mkurugenzi huyo aliongeza kuwa oda hiyo ya Boeing haimaanishi kuwa Airbus imetolewa nje kabisa. Kwa kweli, kuna tetesi kuwa Qatar Airways inazingatia kuweka oda nyingine ya Airbus A350 ambayo inaweza kutangazwa mapema wakati wa maonyesho ya anga ya Paris msimu huu wa joto. Almira aliendelea, hii haimaanishi kwamba Airbus imetolewa kwenye mchezo. Fleet yetu ya ndege za mwili mwembamba itaendelea kuwa Airbus. Tutaanza kupokea A321 neo 50 kuanzia mwakani. Kwa hiyo filiti yetu yote ya ndege za mwili mwembamba itakuwa inaendeshwa na Airbus. Tunaendelea kupokea Airbus A350-1000 na daima tutakuwa na uwezekano wa kuweka oda nyingine kutoka Airbus.